Uh, mwaka jana alisema hapa uh, Rahel kwamba wako, wako kukaribisha mikoa tofauti pia kuongea nao kuhusu kupanua uh, wigo wao udhamini. uh, mwaka jana unachosema kilitokea katika level ya taifa, wenzetu wa TBF walianza nao bet power katika katika basketball uh, ligi ya taifa ambayo ilifanyika pale Dodoma uh, na ilikuwa ya mafanikio sana. Sisi ni mara ya kwanza bet power kwenye ligi yetu Imagine kama unasema mwaka jana ilikuwa vile na, na tulikuwa tuna sponsorship ambayo uh, ili support kiasi kile, leo tuna sponsorship kubwa sana itakuwaje? Tunategemea kuwapa burudani kubwa sana, wa Tanzania na wa Dar es Salaam karibuni sana, na itakuwa ligi ya mfano na kipekee. Tumesema hapa sa ni game changer, huu udhamini ni game changer kabisa, haijawahi kutokea na sijui kama kuna mtu atakuja kukubiti, lakini tunaomba, lakini ni game changer. Na mambo makubwa ataenda kutendeka msimu huu. Kuna zawadi kubwa sana timu atujasema wakitusema timu shiriki za ligi ya mwaka huu zitachukua zawadi kubwa sana uh, mwisho wa mwisho wa ligi. Tunategemea bingwa wanaume ataondoka na milioni kumi na bingwa wanawake ataondoka na milioni kumi. Sijasema mpira na rafiki, bingwa wanaume ataondoka na milioni kumi na bingwa wanawake ataondoka na milioni kumi. Sawa. Angalia chukita hujaikufanyika kabisa kwa Tanzania. Kwa ligi ya mkoa bingwa wanaume ataondoka na milioni kumi na na hapo kuna bingwa watatu. Kuna mshindi wa pili na watatu. Kuna zawadi za MVP, kuna zawadi za best dunker, best three pointer, best defender nyingi siwezi kuzisema hapa kwa haraka haraka, lakini tutapata nafasi ya kuongea na tutazitoa zote kwenye mtandao wetu wa kijamii mtaziona. Lakini pia zaidi ya hapo umeongelea kuhusu kuengage watu wengine kwenye mchezo wetu basketball ukiacha okay, tu push ambao tutaipeleka kwa watu wetu ambao tumekuwa mashabiki wetu na, uh, watu wengine kwenye sekta tofauti kama music kama uh, uh, bongo bongo flavor au music kama sijui movie kama kote huko. Ukiacha okay, tu kupush, basketball ni mchezo ambao unajiassociate na, na hawa watu okay, na ndio maana ukiona wacheza basketball wengi wana rap, unajua wanafanya kitu kama hiyo. Kwa hiyo tunategemea kuwa na tutawaalika watu wote wadau wote watatokea viwanja vyetu, watu wa football watakuja. Miaka yote mlikuwa mkiona kina Aziziki Yanga Simba wanakuja pale, this time itakuwa kubwa zaidi. Utakuwa na uwanja mzuri zaidi pale Don Bosco, uh, Don Bosco Ostabei. Baada ya mwezi mmoja, tutakuwa na uwanja ambao umetengenezwa mzuri zaidi kuweza kuwa accommodate hawa kuwa host hawa master, na tunategemea kuwa na masta wengi sana katika msimu huu sababu so, ni ligi ambayo itakuwa na msimu mkubwa kutokana na hii uh, uh, e push ambayo tumekuwa na, na, na bet power zaidi hapo, naomba mtufollow katika account yetu ya ya Instagram Basketball Dar es Salaam. Itakuwa inatoa taarifa zote hizo za ligi, ratiba na kila kitu, nakitafaie waandishi wa habari mweze kupata taarifa, na mtusaidie pia sisi kwenda mjini, wanasema si ndio? Sababu tukianza kujigamba hapa wakati nyinyi mmekaa kimya, kama alivyosema bora atatenda sehemu yote kwao. Tunaomba sana support yenu nyinyi waandishi wa habari, sisi tutapush na nyinyi mtusaidie kupeleka hizo taarifa kwa ajili ya uh, jamii uweze kuona nini kinaendelea kwenye basketball. Nashukuru sana I hope nimejibu maswali yako. Ni viwanja vitatu, tutaanza kutumia viwanja vya hapa Don Bosco Upanga, uh, uwanja huu ndani na uwanja huu hapo nje utakuwa tayari kwa ajili ya mashindano kuanzia tarehe 10 yo Jumamosi, kwa ufunguzi mifu, wa game kwa mechi mbili. Bingwa JKT atacheza na outsiders ambaye ni uh, mshindi wa pili wa ligi ya msimu uliopita wa watafungua baada ya mechi hiyo, pia kutakuwa na mechi ya wasichana sababu ligi yetu na uh, category mbili wanawake na utakuwa na um, ligi ya wasichana. Kuna mechi ya wasichana ambayo itachezwa kati ya uh, uh, Lioness na vijana wa BBC, nao itakuwa game ufunguzi hapa hapa uwanja wa Ngoso, na mechi zitaanza kuanzia saa kumi kuanzia saa kumi hiyo tarehe kumi Zaidi hapo, ligi yetu kwa ukubwa wake ina jumla ya timu 32 katika 32 timu 32 kumi na sita kwa upande wa wanaume na timu kumi na sita kwa upande wa wanawake. Labda niwaambie tu kidogo katika kwa upande wa wanawake, kwa sababu hii ya bet power kuja katika mchezo wetu, timu za wanawake pia zimeweza kuongezeka na msimuku umeweza kuongezeka katika mchezo wa basketball. Kwa mara ya kwanza Tanzania, tuna ligi ya Dar es Salaam, tuna wanawake, ligi ya hapa Dar es Salaam tuna ligi ya wanawake ambayo ina timu kumi na sita. Sawa eh? Ligi yetu ita run kwa muda wa miezi mitano inaanza tarehe kumi na itaisha mwezi wa tisa uh, mwishoni, lakini inaweza pia ikasogea kidogo kutokana na ratiba tofauti tofauti. Unajua, kwenye basketball au mchezo wote kuna game kuahirishwa na game zote na, lakini tunategemea run kwa muda wa miezi mitano ndio.